Maziara ya Kang'o ka Jaramogi alikozikwa Raila Odinga huko Bondo yanaendelea kushuhudia msisimko, ngoma, densi na maombi kila siku, wiki kumi baada ya mazishi yake. Maelfu ya waombolezaji na wanaofika hapo kutoa heshima zao wamekuwa wakitumbuizwa kwa ngoma na nyimbo za kundi moja la kitamaduni ambalo limekuwa hapo siku zote. Matukio hayo pia yamefufua biashara za wakazi wa eneo hilo ambalo kawaida huwa halina shughuli nyingi, kama anavyosimulia mwanahabari wetu Brenda Wanga. Ni wiki kumi tangu waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga zikwa katika maziara ya mababu zake Kang'o ka Jaramogi Bondo, lakini ukimya wa kaburi lake unabishana na vishindo vya wanaoomboleza, na mahujaji maelfu wanaendelea kumiminika hapa wakigeuza makaburi haya kuwa kama maziara ya kitaifa kisichobadilika katika makaburi haya ya licha ya wageni tofauti ni kundi hili la wacheza ngoma wa kitamaduni wanaofahamika kama Marete Orutu Jazz Band. Wamekuwa hapa kila siku tangu Raila alipozikwa, wakiendeleza rambirambi na heshima kupitia midundo na nyimbo za kumsifu hayati Raila, ambayo mara nyingi alitumia muziki na densi kuwasilisha ujumbe wake kwa taifa. akakataa tusitoke Mbona tulikuja hapa, tulipatana na mama Aida Odinga akakataa tusitoke hapa. Wageni wa Raila wakikuja, hatulipwi, tunafurahisha umma. Tukiamka asubuhi, tunakuja hapa kwa kaburi. Chalenji nyingi tuko nayo, lakini mwenye anaona anaweza tupatia kitu kama sabuni, anatupatia <mulia> wanapoendeleza mikiki yao, wanashuhudia moja kwa moja upendo waliokuwa nao wa Kenya kwa hayati Raila. Wakenya kutoka pembe zote za jamhuri, baadhi wakiwa na makuja ya maua, wengine na vifaa walivyobuni, na wengine wakiwa na maombi ya kimya kimya, wote wakiunganishwa na upendo kwa kiongozi huyo aliyeondoka. Wengine wanatoka mbali, wengine wanatoka Kwale, Mombasa, wengine alitoka Sudan akijaapa. Hata juzi, kuna wanabaiskeli waliendesha baiskeli kutoka Malindi wakajaapa tuliwaona a maua yamerundikana hapa. Mdogo wake Raila Omundi Odinga anasema familia yake haikutarajia kuwa idadi kubwa ya wageni ingekuwa inafika hapa kila siku. Kwa kuwa kuliko na watu, hakukosi biashara. Ujio wa watu hapa umepanua mifuko ya wafanyabiashara wadogo, ambapo awali walitatizika sana. Sasa wanapata soko la bidhaa zao. Wana tu promote, tunapata vile tunaendelea, vile tunapata maisha ya kila siku kwa nyumba sasa nimeshukuru, mlete wageni wakuje wengi, waendelee kutu promote, watoto wetu waende shule. Waje nikuambie, so kofia tulikuwa tunauza 500 kwingine, lakini hapa tulikuwa tunauza, sahii tunauza 1500 ama 3000 30, e, na pia tuko na biashara mingi mingi kama ya ice. Tunauza sasa sahii ice ya 5 tunauza 20, si ni biashara? japo sikukuu za Krismasi na mwaka mpya zimenoga, idadi ya wanaotembelea makaburi haya haijapungua. Kwa wengi mwaka huu sikukuu ya Krismasi sio ya kutembelea maduka makubwa na fuo za bahari. Ni wakati wa utulivu Bondo, wakati wa kutoa shukrani zao za mwisho kwa mtu waliyemwita tu baba. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.